Kwa kuwa mcheza kwao hutunzwa, wafanyakazi oye! Miamvuli oye! Naona miamvuli imepanda sasa. Wakati wote miamvuli ilikuwa chini, sasa hivi miamvuli imepanda.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 jinsi bajeti inavyoturuhusu , lakini nataka niwaambie, nyongeza nzuri ipo.